Mwana utaridi, unajua ni kwa nini Trump, bwana Donald Trump anapigania kuikalia tena kwa mabavu kambi ya Bagram? Acha nikueleze kwanza, kambi ya Bagram ni kambi gani. Kambi ya Bagram ni kituo cha jeshi la anga, ni kituo cha kijeshi ambacho kinapatikana ndani ya nchi ya Afghanistan. Kituo hiki ni only 40 kilometers away kutoka Kabul, ambayo ni capital city ya Afghanistan. Mpaka kufika kwenye kituo ni only 40 kilometers. Bwana Trump alikuwa ashatoka Afghanistan, alisema kwamba haitajii tena kukaa Afghanistan, au kwa maneno yake anasema, haoni tena the importance na umuhimu wa kubaki Afghanistan. Akaondoa vikosi vyake vya kijeshi, vilikuwa kule kwa miaka mingi sana, lakini hawakuwa wanaona natija yoyote. Billions and billions za dola zilikuwa zinatumika katika kipindi kile cha vita, wakitaka kama kuteka eh, takriban katika hatua zao za kuweza kuwania kuteka eneo hili la la Middle East. Lakini hawakufanikiwa. So in one way or the other, Trump akaamua la hii, ni tunapoteza pesa tunapoteza time, watu wetu wanakufa, watu wanalalamika, familia zao zinafariki, tutoke Afghanistan. Wakatoka, kambi ya Bagram ikarudi kwenye mikono ya Afghanistan wenyewe. Lakini hivi majuzi Trump ametoa tena ombi la kutaka kuiteka tena na kui grab back kambi ya, nini? ya Bagram iliyoko Afghanistan 40 kilometers tu kutoka Kabul. Kwa nini? Trump alikaa chini akaenda akafikiria tena alafu akarudi kwenye meza e. Sababu ya kwanza kabisa kambi hii ya Bagram yenyewe ni moja kati ya vituo ambavyo kwamba strategically unasema strategy sio ya kivita na system na miundombinu, ni kambi ambayo iko vizuri sana strategically, iko katika eneo muhimu lakini pia vilevile iko na vifaa muhimu vya kivita, vifaa vya anga, vifaa vinavyo control drones za kivita na vitu kama hivyo. So strategically, ni eneo ambalo kwamba wakilipata wamepata takriban kila kitu, kwa sababu eh, inasemekana ndani ya mwaka elfu moja mia tisa na hamsini wana Sovieti ndo waliojenga kambi hii. Kwa hivyo walijenga na utulivu, walijenga na very good uh, structure ya kwamba ikitumika kivita, ni kambi ambayo imekamilika, ina kila kitu. Kwa hivyo hiyo ni sababu ya kwanza, lakini sababu ya pili, Trump alivyokaa kwenye meza na watu wake au na fikra zake akakaa aliona kwamba la, hii sehemu ni muhimu. Najua kwa nini kutoka pale kilipo kituo cha Bagram, hadi China maeneo ambapo kwamba kunapatikana vituo vya nuclear au uzalishaji wa nuclear na zile sehemu ni only 92 kilometers, kilomita 92 b peke yake. Yani, kutoka kituo cha Bagram hadi uvuke mpaka wa China ufike kwenye vituo vya, vya nuklia vilipo na sio tu mpaka bali vituo vya nuklia vyenyewe vya China viko karibu sana na kambi hii, na unasema ni 92 km ukipiga hesabu haraka haraka, nafikiri ni mwendo wa only 1 hour hivi, takriban ni sali moja tu, una drive mpaka pale umefika. Kwa hivyo kwanza, Trump akaiangalia akaona, ah, hii ni fursa nzuri, tulifanya mistake kubwa sana hiyo time akarudi tena kwenye meza akaangalia, kwamba la, lakini pia vilevile, iko karibu na nchi zingine kama vile Iran, nchi kubwa tu, Russia, na maeneo tofauti tofauti, ambao kwao kistrategia, saa hivi ukiangalia ulimwengu unavyokwenda na hali za matukio ni eh, kwa kweli background ina, ina, ina, ina bring a very good sense wao kurudi pale. Kwa hivyo Trump akasema turudi tena kwenye meza, turudi tena kwenye meza, tufanye nini, tufanye nini, mpango wa kuweza kunyakua au kuikalia kimabavu sehemu hii ya Bagram. Hiyo ndo sababu mojawapo. Kama una maoni mengine, unataka kujua zaidi, fuatilia kwenye kurasa zetu za TikTok, Facebook, Instagram, YouTube na X, na naamini utapata maelezo zaidi. Shukran sana.